Sasa kwamba nimeshaomba toba, nini ufanye? Inasema, ijue nguvu ya madhabahu inayotenda kazi kwenu. Unapojua nguvu ya madhabahu inayotenda kazi kwenu, unapojua nguvu ya madhabahu iliyopo kwenu, kwa sababu kila kabila, kila koo, kila familia ina madhabahu za kwao. Bwana asifiwe! Kila watu wana madhabahu zao, kila koo ina madhabahu zao, kila familia ina madhabahu zao, ni vile tu wewe pia unajua madhabahu ya kwenu yawezekana ukoo umekuwa kwenye familia za kitumishi ukawa ujui, lakini ukifuatilia kwa undani, kila koo ina madhabahu. Nini maana ya madhabahu? Ziko aina mbili ya madhabahu, iko kama pengee ndiki inayoaziklize Anasema ijue nguvu inayotenda, ijue nguvu ya madhabahu inayotenda kazi kwenu. Nini maana ya madhabahu? Madhabahu ni sehemu yoyote ambayo ibada inafanyika, haijalishi ni ibada ya Mungu aliye hai au ibada ya mizimu, maadamu ibada inafanyika na sadaka inatolewa, hiyo ni madhabahu. Na ndiyo maana ukienda kwa waganga, wanakwambia kwamba lete, mizimu inataka sadaka, mizimu inataka. Kwa nini wanataka? Kwa sababu ni nguvu ya madhabahu, ni nguvu. Madhabahu ili iwe na nguvu, lazima itolewe sadaka itolewe sadaka ili ipate kuwa na nguvu. Kwa hiyo hiyo madhabahu ili, ili ipate nguvu ikishatolewa sadaka iwe ni sadaka ya damu au iwe sadaka ya wanyama iwe sadaka ya fedha, iwe sadaka ya chochote kile, maadamu imejitwa ni sadaka, lazima iwe na nguvu kwenye hiyo madhabahu. Bwana asifiwe. Familia zingine kwamba hawawezi kufanya jambo lolote pasipokwenda kwenye misimu, hawawezi kuolewa au kuoa pasipokwenda kwenye misimu, hawawezi kufanya biashara bila kwenda kwenye misimu. Wanaenda kutambika ile misimu, inawaambia labda wapeleke kafara fulani. Madhabahu zingine au misimu mingine